Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua. Leo nimekuletea namba za Jean Charles Ahoua ndani ya Simba. Huyu ni mchezaji ambaye ni hatari sana lakini hawavutii wengi staili yake ya uchezaji. Watu wengi wanapenda kumkosoa lakini ni mtu ambaye ni hatari mno ndani ya kikosi cha ya Simba na hauwezi kumfananisha na mchezaji yoyote yule. Yoyote, nikisema yoyote, nadhani umenielewa. Ni yoyote yule. Hizi hapa namba zake, Jean Charles Ahoua ni kwenye NBC Premier League ana magoli 12 na asisti na saba kwenye ndani ya mechi ishirini na moja ni magoli ya penalti ni matano free kick moja ufungaji wa penalti ni asilimia mia moja elewa shikili ya mia moja hiyo kwenye CAF Confederation Cup ana magoli matatu asisti mbili kwenye mechi kumi penalti goli moja free kick goli moja magoli yote magoli yaliyoamua mchezo Simba wa kishinda moja sufuri na magoli matatu chances created ishirini na saba big chance created tano ufungaji penati asilimia mia moja kwa michuano ya CAF Confederation na ligi kuu pekee Jean Charles Ahoua amechangia jumla ya magoli ishirini na nne katika mechi thelathini na moja tu, mechi thelathini na moja, magoli kumi na tano na